Yes mtazamaji wa Manara TV, ni siku nyingine tena adhimu tunakutana ndani ya exclusive, na siku ya leo nipo kivingine kidogo, kwa sababu leo na deal na mambo ya sheria sheria, mambo ya madai na vitu kama hivyo, na siku ya leo nimepata nafasi ya kufanya mahojiano maalum na mwanasheria wa mkurugenzi mtendaji wa Manara TV Haji Sunday Manara, ndugu yangu hapa, Joseph Gideon, habari za wakati huu? Uko uh, vizuri. Yaani kupo. Kazi zinasemaje? Ah, Mungu uh, yeah. Sasa mimi sababu ya kutafuta uh, kuna baadhi ya vitu ambavyo vilijitokeza hapa katikati na vimekuwa vikiendelea na, na baadhi ya watu na Watanzania kwa ujumla wanatamani kufahamu hatima yake ni nini. Hivi karibuni tulishuhudia mtangazaji Maimartha uh, miongoni mwa watangazaji ambao niweza kusema ni wakongwe E, ambaye aliweza kuzungumzia swala zima la Haji Manara pamoja na mke wake, kwa maana kwamba alikuwa anatekeleza kazi yake waandishi, mimi sijui, utanirekebisha, alizungumza kwamba hapa katikati mke wa Haji Manara, kwa maana kwamba Zaiylissa alitoka nyumbani kwake na kwenda kwa aliyekuwa wake mume wake ambaye tayari alishaachana, hapa namzungumzia dola makabila, ni historia ambayo ilibua mambo mengi sana, mpaka ikafika hatua Uh, Haji Manara ambaye wewe ndio mwanasheria wake akadai kwamba atamfungulia mashtaka na kupelekana mahakamani vitu kama hivyo. Pengine sasa wewe kama mwanasheria, hili kwako lilisha kufikia mpaka uh, basically tunavyoongea hivi tayari ni, ni, tuliwasiliana mimi na mteja wangu ambaye ni Haji Manara mm -hmm. Pamoja na mke wake ambaye ni Zainab Saidi Bakari uh, maarufu Zailisa mm -hmm. Kwa hiyo ni swala ambayo tulijadili immediately lilivyotokea mm -hmm. na mpaka sasa hivi tunavyoongea tumechukua hatua mm -hmm. na miongoni mwa hatua ambazo tumezichukua ni pamoja na kumpa demand notice, yani notice ya mahitaji mm -hmm. E, mtangazaji Maimartha Jesse ambaye anafanya kazi pia kwa majina ya MyTV mm -hmm. kwa sababu yale ambayo amekuwa akiyaongea na tuhuma ambazo amekuwa akizisema ni za uongo mm -hmm. na zenye lengo la kumdhalilisha Haji Manara pamoja na mke wake na pengine familia yake kwa, kwa ujumla mm -hmm. Kwa hiyo tulishaliongea na tushachukua hatua mm -hmm. ikiwemo hiyo ya kumpa demand notice mm -hmm. na kiufupi, tumempa notice ya siku kumi na nne tukiwa tunamhitaji atoke hadharani kwa kutumia zile zile media alizozitumia mm -hmm. kupublish zile allegations za uongo mm -hmm. awezi kukanusha mm hilo -hmm. ni la kwanza, lakini la pili tumeweza kumuhi, kumuhitaji amlipe Manara pamoja na mke wake Zailisa fidia ya kiwango cha takriban shilingi za kitanzania bilioni moja na tumefanya hivyo kwa sababu Haji Manara na, na Zailisa mkewe ni brand. Hmm. ya kama ni brand, kuna makampuni mbalimbali mbali ambayo wanafanya nayo kazi sasa, hmm. mengine sasa hivi wameacha kufanya naye kazi hmm. kufanya na Zaiylissa. Haji Manara mm -hmm. pia na mke wake Zaiylissa. Kwa hiyo amekuwa akipoteza sana mapato yake kwa ajili ya hivi vitu ambavyo amemletea, ikiwemo hizo hasara okay. mlipe mm -hmm. Haji Manara mm hizo -hmm. fidia ambazo okay. amepelekea ame yeye kupata mm -hmm. hasara, kwa mfano kampuni ambazo alikuwa akifanya nazo kazi kuamua kuachana kufanya naye kazi, lakini pia hata hata kuna baadhi ya watu sasa hivi ukipiga takwimu za views, kuna namna ambavyo Manara TV tunaona imeshuka kutokana na hizi allegations ambazo alizitoa Maimatha. Kwa hiyo ni lazima Haji Manara apate fidia pamoja na na kuombwa radhi na huyu Maimatha, Jesse. Na presa, hapo umezungumza kwamba kutokana na jinsi ambavyo maimatha Kitaalamu nyinyi mnaita defamation kwa maana kwamba alitoa taarifa za uongo. No. Na, umezungumza kama mwanache kwamba uh, Haji Manara demand yake ni kwamba anahitaji alipwe bilioni moja kwa ajili ya kufix ile brand yake ambayo imechafuliwa na hali imepelekea kupozi, kupoteza baadhi ya ushawishi ambao alikuwa nao hapo awali. Mara nyingi tumekuwa tukiona uh, watu wanapopata changamoto kwa mfano kama hizi huwa wanatamka kiasi cha pesa kulingana na kile ambacho anakihitaji Hizi bilioni bilioni zimekuwa nyingi sana. Hivi waga zinalipwa kweli au waga tu ni story waga watu wanatengeneza, afu mwisho siku zinaisha na kuisha kwa sababu mambo ya bilioni hapa katika, tunaona hata uh, insha Ahmed Ally uh, pamoja na Likamu wa Diana, sio bilioni mbili, ni kwa story nyingi nyingi sana. Hizi ni za kweli ama watu wanazitamka kwa ajili ya ku, hebu tusaidie mwanasheria. Okay, kimsingi, hizi bilioni ambazo unasikia watu wakiwa wakizitamka waki, mtu anahitaji kulipwa. Mm-hmm. Inawezekana wengine wanasema tu na inawezekana wengine wanaweza wana kuzijustify mm -hmm. Okay. Sasa ili upate ambacho unakidai kwanza, tuna mahakama huu inaangalia yani, ukishafanyiwa udhalilishaji au tuseme defamation mahakama mm -hmm. ina consider kwa mfano una impact gani katika jamii mm -hmm. una umaarufu gani mm -hmm. una hold nafasi ipi mm -hmm. hiyo ndo ina determine ulipwe kiasi kipi. Sasa tukija kwa mfano Haji Manara. Haji Manara, eh, sidhani kama kwenye nchi hii kati ya watu kumi utakosa watu nane mpaka saba ambao wanamfahamu Haji Manara. Hmm. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafahamika Tanzania nzima, pengine hata na nje ya mipaka ya Tanzania kwa nchi jirani kama Kenya. Mm -hmm. Ni mtu ambaye anafahamika. Kwa hiyo ukimfanyia uki defamation ina maana inawafikia watu wengi. Hmm. Kwa hiyo mahakama huu inaangalia je, huyu amekuwa ambaye amekuwa defamed eh athari yake ikoje? Je, watu wengi wameipata ile taarifa? Kwa hiyo hayo malipo ya bilioni ambazo watu wanazidai wana, wana huwa mm. zinatolewa lakini kwa kuzingatia hadhi ya mtu, umaarufu wake na nafasi ambazo anazichu, ana, ana, ana, ana, anazo katika jamii. Chukulie mm. mfano miaka miwili nadhani iliyopita mm. kuna kiongozi mmoja anaitwa Nehemia Mchechu mm. ambaye alishtaki ali kampuni ya Mwananchi Communication mm. Mwananchi e, Communication walimtuhumu Nehemia Mchechu kwamba mm. kuna baadhi ya vitu alivyofanya mm. akiwa katika nafasi zake za kiserikali e, kwenye shirika la nyumba, huyu ambaye sasa hivi Nehemia Mchechu ambaye ndio yuko hazina pale yeah. mm. kwa hiyo walimtuhumu na yeye alienda kadai mahakamani fedha mm. na mahakama, mahakama kuu ya Tanzania mm. iliamuru kampuni ya Mwananchi kumlipa mm -hmm. Nehemia Mchechu bilioni mbili mm -hmm. pointi tano. mm -hmm. na katika kufikia hiyo mahakama iliangalia hadhi ya Nehemia Mchechu mm -hmm. alishapata nafasi za uteuzi nyingi sana mm -hmm. katika nchi hii ambazo zinatokana na uteuzi wa rais mm -hmm. wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia kipindi cha, mm -hmm. cha John Pombe Magufuli mm -hmm. hadi kipindi cha Samia Suluhu Hassan. mm -hmm. Kwa hiyo, kwa hiyo mahakama ikaamuru kampuni ya Mwananchi wamlipe takriban bilioni 2.5. Kwa hiyo huwa zinatolewa, lakini ili tolewe, tunaangalia pia hadhi ulionao katika jamii, umaarufu wake na nafasi ambazo ushaw kuzi, kuzishika. Kwa mimi naamini kwa Haji Manara inawezekana kutolewa, kwa sababu ukiangalia ana hadhi kubwa katika jamii, ni mtu ambaye anafahamika, Aisha kushika nafasi kubwa, kwa mfano Aisha kuwa msemaji wa klabu ya Yanga Afrika, klabu ambayo ni kubwa, ni miongoni mwa makampuni makubwa hapa Tanzania. Ukisema hmm, lazima unayataja Yanga Afrika na hiyo itakwemo hmm. Kwa hiyo kwa misingi hiyo hmm, Haji Manara kuna uwezekano mkubwa atapata shilingi bilioni moja hiyo ambayo tunaidai kutoka kwa Maimatha. Na na, hiyo demand notes ambayo nyinyi mmeitoa endapo Maimatha atashindwa kuifulfill, kitu gani kinafuata mbele? Okay, basically nimempa katika demand, demand notice ambayo tumempa Maimatha hmm, tumempatia siku kumi na nne hmm, kuanzia siku ambayo ameipokea kwamba awe ameshajitokeza hadharani na kuomba kwanza radhi amwombe Manara na mke wake radhi kwa yale matamko yake aliyoyatoa mm. baada ya uh, hapo ndani hizo siku kumi na nne amelipa hiyo bilioni moja sasa, yes. Tukija ni nini kitafanyika baada ya hizo siku kumi na nne kuisha mm. pengine hajajibu mm. au hajatekeleza hayo mawili mm. eh, sisi tutamfungulia kesi mahakamani mm. kumdai kwamba tunayomba mahakama imkute na hatia ya kumfanyia Manara udhalilishaji, Manara na mke wake Zaiylissa mm. E, na kabli, kadri ya mahakama itakavyoamua ambavyo sisi tunaamini e, itaamua kwa upande wetu kwa sababu kilichofanywa tuna ushahidi nacho mahakama mm. E, ikiamuru kwamba alipe hiyo mm. shilingi bilioni moja mm. E, na kuomba msamaha . Asipoilipa shilingi bilioni moja sisi, hmm. tutampeleka gerezani kama mfungo wa madai hmm. kwa hiyo kuna watu wanasemaga deni alifungi, hmm. deni alifungi. Sio kweli hmm. deni linafunga hmm. na unaweza ukapelekwa mahabusu hmm. gerezani kama mfungo wa madai. Kwa hiyo hata Maimatha hmm. kama hukumi itatoka na ikasema atulipe kiasi fulani hmm. na akashindwa kulipa tutampeleka magereza kama mfungo wa madai hmm. yeah pale ataposhindwa sasa kufufili vile vyote ambavyo enyewe mevitaji ikiwemo kuomba radhi mbele ya public, kulipa kiasi cha pesa ambacho mekisema, mtapelekana mahakamani, ikitokea yeah. Ke, ameshindwa, maanake ataenda kuwa kama mfungu, mfungu mara ma, ma, nyingi uh, <coughs> kesi za uh, namna hii huwa vifungu vyake viko vya aina gani yani, Ah, okay. Hii kwenye kesi za, za madai mm. Unajua kuna kesi za jinai na madai hizi mm. za kudaiana pesa huwa ni kesi za madai mm. yeah. Kwa hiyo vifungo vyake huwa ni una, unaomba mahakama imweke gerezani kwa miezi sita mm. E, ikiisha ile miezi sita unaomba tena arudishwe tena gerezani <laughs> e, ikiisha tena miezi sita unaomba tena arudishwe mm. gerezani kwa hiyo mm inakuwa tu ni mwendelezo, utakuwa mwendelezo wakufungwa mpaka ulipe deni au kisha manaki, kisha manaki, kulipa tena deni. Ah, unaweza ukaomba ku, hmm. hmm. ku, yaani kwamba ukitumikia haimaanishi deni ndio limeisha hmm. yeah, usipo ikifika iki miezi sita haujamaliza hmm. tunakupeleka tena mara nyingine mpaka hmm. siku ukilipa au hmm. pengine mtu aamue tu hmm. kukusamee hmm. deni lake nene ikatokea sasa uh, Maimartha akatokea aka apologize kama ambavyo amesema, akaomba radhi, lakini akasema uwezo wa bilioni moja hana. Inakuwaje sasa hilo? Mpaka mpaka nikae na, na, na, na wateja wangu mm -hmm. kwa sababu hiyo bilioni moja <laughs> inawalenga wote <laughs> Zaiylissa <inaudible> pamoja na mume wake Haji Manara mm -hmm. kwa hiyo kama itatokea ameomba radhi mm -hmm. ndani ya hii siku kumi na nne ambazo tulizompa, lakini akashindwa kulipa hiyo bilioni moja mm -hmm. eh, mimi nitakutana na, na wateja wangu, alafu mm. Tuangalie way, way forward kama tutampeleka mahakamani kwa ajili ya kudai hicho ambacho ameshindwa ame kukitekeleza mm. Au kitafuta nini? Kwa hiyo tutafanya consultation, alafu mm. Tutaamua mm. Tuje na njia gani ya kufanya sasa. mm. Wito wako sasa ni upi kwa watu wengine ambao pengine uh, hawa wamekuwa wakifanya hivi vitu lakini hawajui impact zake nini. Tumeona sasa mpaka leo, mwisho wa siku mtu kupelekana mahakamani, mtu anadai fidia. Wito wako ni upi kutokana na hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na wimbi la watu kuzungumza taarifa ambazo hazina ukweli ndani yake, kabla tuende kwenye swali lingine? okay. Sasa kimsingi eh, mi nafikiri ni watu waache tu ku, ku, kuandika habari ambazo hawana ushahidi nazo hmm. Ukimsikiliza uki, hata eh, huyu Maimartha Jesse mm. amekuwa akisema kwamba ah, mimi na ushahidi mm. lakini ukimwambia lete ushahidi hana mm. tangu ameanza kusema kwamba ana ushahidi mpaka sasa hivi hana. Kwa mimi mtu wangu, kwa hao ambao ni waandishi wa habari na watu ambao wanajihusisha na mambo ya mitandao ya kijamii mm. ikiwemo kuandika hizo tabloids, mambo ya udaku na umbea. Angalau, wawe na uhakika wa vile ambavyo mm. wanaviandika mm. E, sikatai kuna watu ambao wamejiajiri katika mambo ya udaku na umbea lakini basi angalau ufanyike smart mm. nchi kama Marekani. Kuna, kuna media ambazo zinafanya mambo ya umbea, kwa mfano TMZ mm. eh, The Shade Room mm. sana sana TMZ wanafanya habari za umbea, kutoa habari za, za watu na habari za udaku mm. lakini hawawezi kuposti kitu mm. pasina kuwa na ushahidi. Ndio maana wao huwa wana encourage wananchi wa Marekani kwamba mm. eh, wakipata waki habari wa, rekodi hata video wawatumie. Baada ya hapo wanapokea sehemu ya malipo ya ile habari hmm. E, sawasawa kidogo na ambacho kinafanyika na uh, dada yetu wa Marekani yeye hmm. katika udaku wake hmm. huwa angalau anaambatanisha na ushahidi, na ushahidi, yeah, kwa sababu huwa anaambia watu wa ambaye ana ushahidi alete, alete, alete. Hmm. Mimi nitamlipa kwa hiyo angalau hizi media za bongo ambazo zinafanya hizi habari za uda kuwangeiga hata kutoka kwake kwamba angalau hmm. Wewe unahitaji ushahidi kwa sababu miongoni mwa defense ya defamation hmm. yani hmm. namna ambayo unaweza kujitetea mahakamani kwamba wewe huja mdhalilisha mtu hmm. ni kufanya justification, yani kuthibitisha. Mimi nikialege kwa, nikisema kwamba umenichafua kwa kufanya moja mbili tatu hmm. wewe ukiweza kuleta ushahidi wa kila ambacho unakisema hmm. unakuwa hauna kosa mahakamani, kwa sababu mahakama inasema sio udhalilishaji kwa sababu kuna ukweli ndani yake hmm. Kwa hiyo, igia, eh, kwa hiyo wangeiga kwa baadhi ya watu kama TMZ na hivyo ambao wana, angalau wanahitaji ushahidi kwa ajili ya kuposti. Sasa tafsiri yake ni kwamba ikitokea Maimartha akaleta ushahidi uh, kwenu kesi inakuwa imekaa vipi? kama ataweza kuthibitisha kwamba hayo anayoyasema ni ya ukweli hmm. basi kutakuwa hamna kesi okay. lakini sisi tunaamini hayo hmm. ambao Maimartha ameyasema right. hayana ukweli wowote wa kwa sababu katika kipindi ambacho amekisema kwamba kuanzia harusi ya Hamisa Mobeto mm. Eh, Zaiylissa hakuwa nyumbani mpaka siku ya kwanza ya ya ya, ya kufunga mm. Nafikiri ilikuwa ni tarehe 2 mm. mwezi Machi mwaka 2025 ndo alirudi nyumbani mm. Sisi tunaamini mm. na ukweli ni kwamba Zaiylissa alikuwa nyumbani kwake mm. kwa mume wake Haji Manara mm. Kwa hiyo hata akisema kama analeta ushahidi, tutashangaa ushahidi gani, kwa sababu muda nao usema Haji Manara alikuwa na, mm. na mke wake Zaiylissa nyumbani bila shida yoyote. Yeah. Pengine mtu anaweza kawa na doubt kwa sababu amekuona kwa mara kwanza kupitia Manara TV na sisi tumekutambulisha na sio tumekutambulisha wewe ni mwanasheria wa Manara TV wa wa Haji Manara kama ambavyo nimekutambulisha. Tunatamani kufahamu uzoefu wako kwenye kusimamia kesi hususan za watu maarufu. Experience yako iko vipi? Ah, uh, kwenye kusimamia kesi za watu maarufu, kwanza generally na experience ya kusimamia kesi kwa sababu nimeshafanya kesi kadha wa kadha. Hmm. Lakini tukija kwenye hizi kesi za watu maarufu hmm kuna baadhi ya kesi ambazo nimehusika hmm. e, na labda kwa kutolea tu mfano e, mapema amin mwishoni mwa mwaka jana hmm. e, mtangazaji wa Wasafi ambaye anaitwa Diva hmm. The Boss. Mtangazaji wa kipindi cha la Vidafi pamoja na e, mfanyabiashara wa mtandaoni anaitwa hmm. Nifa hmm. walikamatwa kwa kuchangisha fedha za maafa ya Kariakoo bila kibali. Mm. Ya katika ile kesi mimi nilihusika kama wakili. Mm. Kwa hiyo wale ni watu maarufu, mm. na basically e, mimi ni wakili pia wa Diva the Boss mm. ambaye pengine naye amekuwa muathirika wa mambo mm. ya <laughs> ya Maimatha. Mm. Na hata kuna kipindi nilitaka kumfungulia kesi Maimatha mm. lakini tukakutana tukajadiliana mm. e, tukaamua kupuuza. Mm. Kwa hiyo ukiangalia, Maimatha ni kama ana target sana wateja wangu sababu Diva ni mteja wangu, amekuwa akimkashfu mm. Haji Manara na Zaiylissa mke wake ni wateja wangu, amekuwa akiwakashfu sana mm. lakini sasa hivi niseme, mm. uh, pingine haikutokea hivyo alivyomkashfu Diva mm. kwa sababu tu Diva kwa bisara zake aliamua pingine amsamehe mm. eh, lakini sitamvumilia tena mm. aendelee kuwabagaza mm. wateja wangu mm. uh, ni watu ambao wamenipa dhamana ya kuwasimamia katika masuala yao ya kisheria. Kwa hiyo mimi naamini haya aliyoyafanya kwa Zaiylissa na mewe Haji Manara mm. ndio itakuwa mwisho mm. wa kusimamia I mean wa kuongelea mambo ya udhalilishaji mm. wateja wangu kwa sababu naamini hatua ambazo mm. utaenda kuzichukua mm. zitakuwa ni fundisho kwake na hata, hata, hata jihusisha tena na masuala hayo mm. yeah. Na kuna ugumu gani kusimamia kesi za watu maarufu? Uh, ugumu haupo yeah. Kwa sababu mchakato wa kusimamia kesi e, unafanana isipokuwa tu tofauti yake ni kwamba kesi za watu maarufu huwa zinafuatiliwa sana mm, attention attention ni kubwa sana kwa hiyo hata siku ya kutajwa mahakamani mm, au kama hata ni polisi unakuta mm, watu wamejazana sana mm, tofauti na vile ambavyo utasimamia kesi ya mtu ambaye sio maarufu mm, yeah. Kwa hiyo ile inakuwa na utulivu mm, watu watakuja tu kushangaa labda kuna maamuzi yametoka, ndio hapo pengine a basi mimi nadhani tusubiri hizo siku kumi na nne nadhani baada kumina, taftana, ya siku kumi na nne tutatafutana tujue maendeleo yako vipi. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako lakini pia kama ambavyo umezungumza kwa Watanzania kwamba na, na hata waandishi wa habari endelee kuwa makini hususan pale unapokuwa unatoa taarifa kwa sababu wana madhara mengi kama ndio leo tunaona eh, Haji Manara pamoja na Zaiylissa wameleta dimandi ya kuhitaji bilioni moja kama fidia mara baada ya kuharibiwa brandi yao na mtangazaji Maimartha kutokana na kile ambacho alikitangaza kupitia mitandao mbalimbali mba. ya kijamii kwamba Zaiylissa hayupo nyumbani kwake na yupo kwa aliyekuwa mume wake. Hapa namzungumzia, anamzungumzia Dura Makabila. Hii ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo na uh, wakili Joseph Gidion kuhusiana na sakata hili la Haji Manara pamoja na Zaiylissa kwa maana ya kwamba Haji Manara kama ambavyo mwanasheria uh, wake amezungumza tayari amempelekea demand, demand ya siku kumi na nne na miongoni mwa vitu ambavyo Haji Manara amedimandi, cha kwanza ni kumtaka Maimartha kujitokeza mbele ya umma na kuwanaita kufanya nini? Kuomba radhi kutokana na kile alichokizungumzwa, kwa sababu ni madai ambayo inavyosemekana kwamba hayana ukweli ndani yake, lakini kubwa zaidi ni hilo la bilioni moja kutokana na uh, kuathiria kwa blandi hizo mbili, kwa maana kwamba Zaiylissa pamoja na Haji Manara kama ambavyo mwanasheria yake amezungumza kwamba kuna baadhi ya vitu vimeshuka, ikiwemo baadhi ya makampuni ambayo yalikuwa anafanya kazi na Manara yamepoteza ile trust ya kuendelea kufanya naye kazi. Mtazamaji wa Manara TV, kwa siku ya leo tumefika tamati. Mimi naitwa Yusuf Joel, ni makamera ni Stanislaus, tukutane wakati mwingine.